Ni kukaribishe mpenzi mtazamaji wa Fadeco Online Media kwa wakati mwingine tena. E, karibu kabisa katika chaneli yetu hii ya YouTube. Cha msingi ni kukumbushe ya kuwa jukumu lako ni moja tu, jukumu la kusubscribe ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo e, zinazidi kusonga mbele na kuchukua hata katika uh, vichwa vya habari vya nchi kadhaa. Hii leo mpenzi mtazamaji, anayekuletea taarifa hii ni mimi Omari Tiba lile ambayo ambaye nitakuletea taarifa kutoka kule uh, nchi uh, ya Marekani ambapo Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani ameweza, uh, kuitishia mahakama ya ICC ya iweze kuacha kumchunguza kwa namna moja ama nyingine, sijajua ni kwa sababu gani. Fuatilia na ungana nami ili iweze kujua. Nasema kwamba utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yani ICC kuachana na mapigano yote ya kumchunguza na hata kumshtaki rais huyo na maafisa wa utawala wake pale watakapomaliza muda wao mwaka elfu mbili na ishirini na tisa. Utawala wa Trump umeitaka mahakama ya ICC eh, kufanya marekebisho katika sheria zake uh, sheria yake ya msingi eh, ambayo uh, ili kuhakikisha haimchunguzi wala eh, kuweza kumshtaki kwa namna moja eh, ama nyingine rais huyo wa Marekani kwa mujibu wa DW uh, Kiswahili uh, Afisa wa serikali ya Donald Trump ambaye amezungumza kwa sharti ya kutotajwa majina yake e, amesema kwamba utawala huo umeahidi vikwazo dhidi ya mahakama hiyo kama itashindwa pia kuachana na uchunguzi wa awali dhidi ya wanajeshi wa Marekani kutokana na vitendo vyao nchini Afghanistan na kesi dhidi ya viongozi wa Israeli. Mahakama ya ICC imekuwa ikikosolewa mara nyingi kwa kuwalenga zaidi viongozi wa Afrika pekee huku mfumo wa uendeshaji wake ambao umekuwa ukiwaogopa viongozi wa mataifa makubwa ukinyoshewa vidole na hivyo kuifanya mahakama hiyo kukosa uhalali wa sababu za kuanzishwa kwake. Uh, uamuzi uh, huu uh, E, wa Trump uh, ni ushahidi mwingine kwamba mahakama hii imekuwa ikitumika kwa ajili ya malengo fulani na mahususi na sio kutafuta haki kama inavyozidi kuelezwa au inavyo uh, inavyotambulika. Uh, hivyo basi mtazamaji mm, um, wa Fadeco online media ni kujuzi ya kuwa mpaka e, kufikia hapo, mimi uh, sina la ziada niweze kukuacha tu. Na kukujuza ya kwamba aa, uweze tu kufanya swala moja ambalo ni swala la kuweza kusubscribe chaneli hii, ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali na motomoto ambazo tunaweza kukuandalia sisi kama Fadeco online media. Kama ilivyoada niweze kukuacha kama ifuatavyo, na uzidi kuwa nasi. Asante na kwa heri.